Rais wa Marekani, Donald Trump ametoa onyo kali kwa kituo cha habari cha kimataifa, BBC akidai kuwa dokumentari yake mpya ni ya uongo yenye kudhalilisha, difamatori na inathibitisha madai yasiyo sahihi kuhusu maisha yake ya kisiasa na biashara. Trump amesisitiza kwamba ikiwa BBC haitarekebisha au kuomba radhi rasmi, atawasilisha kesi ya kisheria yenye thamani ya dola bilioni moja. Hatua ambayo inaweza kuwa mojawapo ya mashauri makubwa zaidi yanayowakabili vyombo vya habari katika historia ya Marekani. Taarifa hiyo inatokana na documentary iliyotolewa na BBC ambayo inachambua nyanja mbalimbali za maisha na utendaji wa Trump ikijumuisha masuala ya kisiasa, biashara na uhusiano wake na vyombo vya habari. Trump, kupitia mawakili wake, amehoji uhalali wa taarifa zilizotolewa na kusema kuwa documentary hiyo inajenga picha isiyo halisi na kudhalilisha heshima yake. Mawakili wake walisema kuwa matukio na madai yaliyotolewa katika dokumentari hiyo hayana msingi wa kisheria na yanakiuka sheria za kudhalilisha, jambo ambalo linampa Trump haki ya kufuata hatua za kisheria. Hatua hii inakadiria kuongeza shinikizo kubwa kwa BBC ikizingatiwa kuwa kesi hiyo inaweza kubadilisha uwiano wa uwajibikaji wa vyombo vya habari duniani. Mgongano huu unafuatia mfululizo wa mashindano ya kisiasa na vyombo vya habari ambavyo Trump amekuwa akivishutumu kwa kueneza propaganda au taarifa zisizo sahihi dhidi yake. Zaidi ya hapo, kesi hii inachukua nafasi ya kuibua mjadala kuhusu uhuru wa vyombo vya habari dhidi ya haki za mtu binafsi ikihusisha masuala ya kisheria yanayoweza kuathiri utendaji wa vyombo vya habari vya kimataifa. Vyanzo vya BBC bado havijatoa kauli rasmi kuhusu kesi hii au hatua zinazoweza kuchukuliwa, huku dunia ikifuatilia kwa makini hatua zitakazofuata. Wataalam wa sheria wanasema kesi kama hii inaweza kubadilisha taswira ya jinsi vyombo vya habari vinavyoweza kuchapisha habari kuhusu viongozi wa kisiasa bila kuepukwa na kisheria. Hadi sasa ni wazi kuwa mgongano huu unaleta shinikizo kubwa kisiasa na kisheria kwa BBC, huku mashabiki wa Trump na wapinzani wake wakifuatilia kwa karibu hatima ya kesi hii. Watetezi wa uhuru wa habari wamesema hatua za aina hii zinaweza kuwa changamoto kwa uhuru wa vyombo vya habari lakini pia zinatofautiana na haki za kisheria za watu binafsi kulinda heshima zao. Uchunguzi zaidi na hatua za kisheria zinaendelea huku kesi hii ikitarajiwa kushughulikiwa mahakamani mwishoni mwa mwaka huu, na inaweza kuathiri si tu BBC bali taswira nzima ya vyombo vya habari vya kimataifa kwa ujumla.